kuna mtu nimemwona anaitwa Mchome Mapovu, anasema eti ho, eti kamati ya masaa sabini na mbili imefanya makosa kumwadhibu Baka kwa kumfungia mechi tano. Mnampaje mtu adhabu hiyo wakati mchezaji hata kugangwa na madaktari hivi? Kuna muda mtu anapoongea, kwa sababu jambo halipo kwake. Yeye anasema ye ni shabiki ndio, lakini yeye sio binadamu? Haisi maumivu kwenye mwili wake? Yaani maumivu ya kishabiki au maumivu ya mtu kuumia? Ya mtu kuumia. Yeye ni binadamu na damu inatembea kwenye mwili wake. Akiumia haisi maumivu? Haisi. Yeah, akiweka ushabiki pembeni haisi maumivu yule? Hmm. Mbaya zaidi anajiita yeye ni shabiki wa Simba, alafu anapinga vitu vya upande wa pili ambao vinafanyika sasa anaona upande wa pili wameonewa. Unajua kuna mda wengine wanavaa tu ngozi ya kondoo kumbe chui. Yeye hmm. Ajionyeshe live yeye ni nani? Hmm. Aje tu live. Sija kimgongo mgongo. Mgongo oh, mimi Njoo live -u. Kama wewe ni upande wa pili, ila hauziamini jezi zao, ni mbaya, sema umependa jezi zetu sisi, tutakuwekea logo ya nyuma mwiko hapo kwenye jezi yetu, tukujue tu wewe ni nyuma mwiko, ila jezi hujawahi kuzikubali. Tukupe jezi yetu tukuwekee logo ya nyuma mwiko, kwa sababu haiwezekani watu wanafanya kitu sahihi, wewe unapinga. Alitaka pale wa mwenilaya nasema waamuzi wanauma filimbi, tukio kama lile Bacca alikuwa ameconcentrate na mpira, cha kwanza kabisa, ule mpira ulikuwa umechezwa kule, alikuwa najua wanashambulia, tutafungwa yeah. Ameconcentrate na ule mpira Binifu anakuja kushtuka, kumbe nyuma pana mtu. Mimi sijui ndo tunasema tuna hizi faulo za makusudi kabisa, ile sio bahati mbaya, kwa sababu kamcheza miguu yote miwili, kaanza mguu wa kwanza hajaupata vizuri, kapiga wa pili yule asingekuwa makini, angeweza kumvunja miguu yote miwili au mmoja. Watu wana familia zao, mtu ana mke, ana watoto, ana wazazi Mendo, wakati mwingine ndio tegemezi kwenye familia. Jamani, kuna watu wengine kwenye familia zetu sisi ndio kila kitu. Hakunaga mtu aliyewahi kufanikiwa, ndio wewe wa kwanza? Ucheze, cheze, hata timu kubwa ikuone huko. Upo kwenye, kwenye kulipwa milioni moja, milioni mbili, tatu, basi niache nipambane nikalipwa hata milioni kumi. Na ngapi unazolipwa wewe huko na nami nazitaka, unakuja kunifyatua miguu yote kwa pamoja, mwisho wa siku